5 wakisema kuwa haya yote yalisababishwa na kuimarika kwa shilingi ya Kenya dhidi ya dola ya Marekani, kwani mwaka jana thamani ya dola ilikuwa zaidi ya shilingi 160 japo mwaka huu thamani ya dola ikilinganishwa na shilingi ya Kenya ni 129. Veronicah David anaarifu. Wakulima wakilalama kutokana na malipo ya bonasi ya mwaka huu katika kaunti ya Kirinyaga. Kariye. Wakurugenzi wa KTDA kutoka eneo hilo wamebaini kuwa malipo haya yametokana na kuimarika kwa shilingi ya Kenya ikilinganishwa na dola. Inaaminika kuwa mwaka jana dhamana ya dola ilikuwa zaidi ya shilingi 160 japo mwaka huu dhana ya dola ikilinganishwa na Kenya ni shilingi 129. Na tumekutana kwa sababu ya ile matokeo ya Friday ya bonus na tuliona ya kwamba zoni yetu imefanya vizuri sana na ile kitu imefanya pesa zingine zipunguze ni kwa sababu ya dola. Dola last year ilikuwa inauza na 160 160. Lakini mwaka huu inabadilisha na shilingi 129. Kwa hivyo ukiangalia, lazima pesa zingeenda chini. Lakini tunahimiza mkulima tafadhali tuache siasa kwa majani chai. Na watu ambao wanaleta siasa kwa majani chai japo wamewataka wakulima wanaolalama kujilinganisha na viwanda vingine, kwani kuna viwanda vingine vimepoteza zaidi. Na tungetaka kuambia wakulima wa majani chai kwamba bei ambayo tulilipa haikuwa mbaya sana, na mtu ni vizuri kulinganisha faktori yake na zingine, kwa sababu kuna faktori zingine zimepoteza hata shilingi kumi ukilinganisha mbei ya mwaka huu na mwaka uliopita. Kwa hivyo ukitazama peke yako, ukijitazama peke yako, utaona kama wewe ndio umeumia peke yako, lakini ziliteremka kwa jumla kutoka juu mpaka e, factory zote hakuna factory ambayo haikupoteza kitu comparing to last year. Aidha wamewataka wakulima hao kuangalia viwanda vilivyopata malipo ya juu zaidi, ili wajifunze mikakati yao na washirikiane ili kuboresha uzalishaji wa majani chai na itakayowasaidia kuongeza mapato yao siku zijazo. Kwa hivyo hii sio biashara ambayo mtu anaweza kuchukulia hivi hivi. Hii ni biashara, sisi wenyewe tunachukulia kwa umuhimu sana. Kwa hivyo sisi tumekuja ili tusaidiane eh, kwa hizi factories tuweze kue, kuelimishana kwa hivyo, sisi tunataka tushirikiane na hizi factory zetu. Tunafanya benchmarking kidogo, tunajua wengine wale wamelipa bei mzuri wamefanya nini ambayo sisi hatufanyi, ili tunaenda kwa utaratibu na kwa kusikizana, tunaenda tunabadilisha ile mambo ambayo iko kule kwa ground factory zetu ambayo ifanye vizuri, alafu ndio turekebishe ili tuendelee mbele. Chai aina ngasi nyingine, chai tu ni quality, alafu muangalie mambo ya outrun na pesa itapatikana. Veronicah David, Undugu TV.